Katika tukio la kusikitisha limetokea kijiji cha Orongadida kata ya Kashi Babati mkoani Manyara ambapo kijana aitwaye Jamal Yusufu mwenye umri wa miaka 28 anadaiwa kumuua mama yake mzazi Zauda Shabani mwenye umri wa miaka 57 kikatili kwa kutumia kitu chenye ncha kali, na muda mfupi baada ya kutekeleza unyama huo, wananchi wenye hasira kali walimvamia kijana huyo ndani alipokuwa amejificha na kumuua. Tukio hilo limetokea Aprili 12 majira ya saa 4 asubuhi, na inasemekana kwamba kijana huyo alikuwa mlevi na walikuwa na ugomvi wa mara kwa mara na mama yake mzazi. Ripota wetu wa AyoTV amefika katika kijiji hicho cha Orogadida kwa ajili ya kutupa ripoti zaidi. Mimi naitumika ndaba tungane kujua juu ya mkasa huu. Naitwa Ali Athman Rajabu. Mimi huyu mama alo alopata tatizo au alowawa ni mama yangu mdogo. Kwa hiyo huyu kijana wake uwaga kuna kuaga na kiugomvi ugomvi, lakini haipelekeagi kwamba kama anaweza akachukulia tatizo kama hilo. Kwa hiyo majira ya leo kwenye mida ya saa tatu asubuhi, mimi nikiwa kijiweni, imefikia mahali sasa nikapigiwa simu na kijana mmoja mama yako mdogo kule anapigwa na Jamali, fanya uwai. Sasa baada ya mimi kutoka kule kijiweni mpaka kufika hapa, kwanza nikakutana na watu wengi barabarani, wakaniambia mama yako atauawa, kwanza mpaka hivi labda atakuwa ameuawa. Basi watu wakawa wengi, sasa tunateremka nao huko. Mimi baada ya kufika hapa, niliingia ndani kweli, nikaona mama mama wangu kweli tayari amesha lala chini na hayupo tena duniani. Bwana basi, kulikuwa na watu baadhi ya waliokuwa wametangulia akiwepo mwenyekiti wa kitongoji, alikuwepo hapa. Ina maana sasa yule kijana baada ya kutaka alivyofanya ile tukio, alitaka kukimbia, lakini yule mwenyekiti wa kitongoji aliweza kumdanganya danganya na kumrudisha ndani, akaingia ndani. Baada ya kuingia ndani, sasa watu walivyojaa, watu wenye hasira kali, wakaamua kukanyaga mlango na kuingia nanii yule kijana kumshambulia yule kijana. Kwa hiyo ndo hayo yaliojitokeza mpaka hivi. ajina anaitwa Zulfa Selemani, kwa usemi unaonekana alikuwa anaishi na mwanai huyu, ni kama vile maadui, kwa sababu kijana anavuta bangi. Saa zingine anamfuata anamfuata mama yake, anamwambia mama, umependeza. Ina maana huyu kijana alikuwa anamtamani mama yake Ndivyo inavyoonekana kwamba alikuwa kijana anamtamani mama yake, mara nyingi anamwambia mama umependeza, mama umenenepa, hivyo namnenepea mimi, nani sisi, mimi kijana wako niko hapa. Kwa hiyo kijana huyu alikuwa anavuta bangi kupindukia. Kwa majina anaitwa Thomas Garabe, mwenyekiti wa kijiji cha Orongadida. Jamali tulimkuta alikuwa na kisu mkononi, na akasema kwamba nimeshamua mama tayari, fika kwenye eneo la tukio, nikafika pale, nilipofika hapo nika nikakuta mama ameshafariki fariki e, na kijana wake aitwaye Jamali alikuwa ndani amejificha ndani. Sasa baadaye tukaendelea kuwasiliana na polisi Galapo e, na bahati nzuri polisi Galapo hawa walikuwa wepesi wakafika kwa haraka. Walipofika na watu pia waliongezeka, wakaa wengi kupita kiasi aa, vijana walitushinda nguvu, wakaingia ndani kwa nguvu Waka, pia ukamwona hiyo Jamali.